Waambieni waangalie Yanga inavyo inavyoendeshwa kisasa zaidi. ni maneno ya ali Kamwe, ambapo ameweza kuwajibu wale wote ambao walikuwa wana hoji jinsi gani ambavyo engineer Heris ameweza kupita kutoka Yanga mpaka kufika e, FIFA, ambapo kwa mjibu wa afisa habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga Ali Shabani Kamwe, anasema kama kuna watu mpaka leo wanajiuliza rais wetu engineer Heris amepata vipi nafasi FIFA, jibu lake ni rahisi tu, waambieni waangalie Young African ilipo na namna inavyoendeshwa kisasa zaidi. Alikana ameweza kujibu baadhi ya watu kuhoji kwamba hiyo nafasi imewezekaneje Injinia Heris kuweza kuvuka kote huko bila kupitia kwenye nafasi ndogo ndogo ndani ya nchi yetu, huku wengi wakihoji kwamba ilikuweje Injinia Heris akaweza kufika kafu bila hata kupita TFF, lakini baadaye alivyotoka ee, yanga kuwa akafu kuwa mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, yani Eka basi, akaweza kuteuliwa na FIFA kuwa mjumbe wa mashindano ya wanaume duniani. Na hapo wengi wakahoji zaidi kwamba Injinia Hersi hajawahi kupita TFF, lakini ameteuliwa kuwa mjumbe. Kwa mjibu wa Alshabani kam, anadai kwamba kama kuna watu ambao wanahoji hilo, ni kwamba waangalie tu vile ambapo Yanga ipo katika nafasi yake, lakini pia waangalie jinsi ambavyo inaendeshwa kisasa zaidi tofauti na hao wengine, huku taarifa zikieleza kwamba nafasi aliyopata Injinia Hersi ilikuwa ni nafasi ya viongozi wa klabu ya Simba, lakini viongozi wa klabu ya Simba hawakuwa tayari kuishika nafasi hiyo ya kuwa wajumbe wa kamati ya mashindano kwa wanaume duniani yani FIFA, na badala yake wakaangalia timu gani ambayo inafuata kwa viwango barani Afrika, ndipo ikawa Yanga na hapo engineer Hersi akaweza kuchukua kiurahisi zaidi kwa kuwa hakukuwa na mpinzani, ila kilichosababisha kufika hapo ni baada ya viongozi wa klabu ya Simba kukataa. Ila wangekubali viongozi wa klabu ya Simba, basi nafasi hiyo asingeipata lakini eh, afisa habari huyo anadai kwamba wao waangalie tu jinsi ambavyo klabu inavyoendeshwa, yani mahala ilipo na vile ambavyo inaendeshwa, kwamba ni klabu ambayo inaendeshwa kisasa zaidi, haina ujanja ujanja, tofauti na vilabu vingine ambavyo vimejaa ujanja, ujanja ujanja mwingi. Ndio maana hata nafasi kama hizo hawazipati.